Leo tutazungumza moja kati ya stori ambayo ni stori muhimu sana, tutajifunza moja kati ya kitu ambacho ni kitu kizuri sana. Akili ni nini? Neno akili ni neno maarufu sana miongoni mwetu. Kwa mtu akifanya kitu fulani kizuri, huwa anasifiwa na lazima anaambiwa kuwa mtu fulani ana akili sana. Sasa akili ni nini? Kumbe basi akili ni nguvu ya mwanadamu ni nguvu yaliyonayo mtu ya, ya kuweza kuelewa kuhisi kukumbuka na kufanya maamuzi hii hey, ndio maana halisi ya neno akili sasa leo tutaenda kuliangazia neno akili katika mtazamo wa kifalsafa mtazamo wa kisaikolojia na mtazamo wa kisayansi nitakupitisha Mita kwenye mitazamo hiyo mitatu Tutaenda kuelezea vitengo tisa vya akili ya mwanadamu, vitengo tisa vya akili ya mwanadamu. Ushawahi kusikia baadhi ya wanafalsafa maarufu nchini Tanzania, akiwemo miongoni mwa wanafalsafa hao ni Joseph Mlindoko Jumri Mchokonozi, yule ambaye anaunda group la Wachokonozi, anakuambia akili ya mwanadamu ina vitengo tisa. Je, ni vitengo vipi hivi? Fuatana nami Ansel Julius, nitaenda kuelekeza kitengo kimoja badala ya kimoja hadi hatakapofika vitengo hivyo tisa, na naamini hautoweza kujutia kuitazama video hii. Mimi ni Ansel Julius na hii ni Bance TV, Bance Family, tupo pamoja. Hakikisha tunakupitisha katika kila kilasi. Basi ifuatie simulizi hii. Akili ni nguvu ya ndani ya mwanadamu inayomwezesha kufikiri, kuelewa, kuhisi, kukumbuka na kufanya maamuzi. Kwa lugha rahisi, akili ndiyo nguvu ya utambuzi inayofanya mtu aweze kutambua uhalisia wa kujitambua, Conscious power. Sasa kwa mtazamo wa kifalsafa, Wanaf wanafalsafa, akili ni kiini cha uelewa wa binadamu, mahali ambapo fikra, maarifa na utambuzi ukaa Mwana falsafa kama Plato alisema akili ni sehemu ya roho inayotaka maarifa ya kweli pia. Mwanafalsafa maarufu wa Kigiriki Aristotle aliona akili kama chombo cha kutofautisha mema na mabaya. Pia yeah, mwanafalsafa Descartes alisema nafikiri, basi nipo, cogito ergo sum, akimaanisha akili ndiyo uthibitisho wa uwepo wa mwanadamu Immanuel Kant pia alisema aliona akili kama uwezo wa kuunda zana na kanuni za ulimwengu. Mtazamo wa kisaikolojia: kwa mujibu wa saikolojia, akili ni mfumo wa utambuzi cognitive system unaohusisha kumbukumbu, yani memory, uelewa awareness, fikra thinking, uamuzi judgment, hisia emotion. Akili ndiyo kompyuta ya ndani inayosimamia utendaji wote wa kiakili. Kwa mtazamo wa kisayansi neuroscience, sayansi ya neva inaona akili kama matokeo ya kazi za ubongo, hasa katika maeneo kama neocortex, hufanya fikra za juu za maamuzi, na limbic system, udhibiti hisia na kumbukumbu kumbu. pia brainstem hudhibiti silika na maisha ya mwili. Kwa maneno mengine akili sawasawa na mfumo wa utambuzi unaotokana na shughuli za ubongo. Kwa lugha rahisi, akili ni nguvu ya ndani inayotuwezesha kujua, kutafakari, kupenda, kuamua na kutenda. Kwa maana akili ni tofauti na ubongo. Ubongo ambao ni kiungo cha nyama, akili ndio roho ya uelewa ndani ya ubongo. Aina ya vitengo vya akili ya binadamu: mwanadamu ana vitengo tisa vya akili. Wanafalsafa na wanasaikolojia wamekubaliana mgawanyiko mbalimbali mbali wa vitengo tisa vya akili kwa akili imegawanyika katika kitengo cha akili na ufahamu. Kitengo cha akili na ufahamu ni sehemu ya akili inayofikiri kucha, kuch, inayofikiri kuchambua na kufanya maamuzi ya sasa. Hii ndiyo unayoitumia kuongea, kusoma, kuandika au kufanya maamuzi ya kila siku. Mfano, unaposema nitasoma leo jioni, ni akili ya ufahamu inafanya kazi. Kwa hiyo hicho ndicho kitengo cha kwanza cha akili ya mwanadamu, yani kitengo cha ufahamu. Kitengo cha pili ni akili ya chini ya ufahamu, subconscious mind. Hifadhi hii inadili na hifadhi ya tabia, hisia na kumbukumbu -kumbu zako zote. Hii akili inaendesha maisha yako bila wewe kufahamu moja kwa moja, mfano kuendesha baisikeli bila kufikiri hatua kwa hatua. Hii. Pia kitengo cha tatu ni akili ya kina sana unconscious mind, hii hutumika kuhifadhi, ni hifadhi ya tamaa, hofu, ndoto na hisia zilizozimwa. Freud aliita hii ni sehemu ya giza ya akili lakini pia ndio chanzo cha ubunifu. Mfano, ndoto zako au hisia ambazo zijui chanzo chake ni akili ya kina sana. Akili ya hisia, Emotional mind. Hii inahusiana na hisia zako na jinsi zinavyoasiri maamuzi. Inahusiana na mfumo wa limbic kwenye ubongo. Mfano, unapokasirika au kufurahia jambo, ni akili ya hisia inayotenda. Akili ya tano ni akili ya kimaadili, moral mind hii ni sehemu inayokusaidia kutofautisha jema na baya, inahusishwa na dhamiri na maadili ya ndani. Mfano, unaposikia vibaya baada ya kumuumiza mtu mwingine, hii ndio akili ya kimaadili. Labda kuna mtu alikukwaza ukamtukana, kwa hiyo alafu baadaye ukajisikia vibaya, kwa nini nilimtukana? Hii ni akili ya kimaadili moral mind. Pia akili ya sita ni akili ya kiroho spiritual mind. Ni ngazi ya juu ya utambuzi inayohusiana na imani, matumaini na uhusiano wako na Mungu. Hii akili huleta amani, hekima na uelewa wa kiroho. Mfano, unapojihisi kuwa karibu na Mungu au unaona maana ya maisha. Akili ya saba ni akili ya kijamii social mind. Inakusaidia kuishi vizuri na watu wengine, kuelewa hisia zao na kuwasiliana kwa busara. Mfano, kujua wakati wa kuzungumza au kukaa kimya kwenye kundi fulani la watu. Akili ya nane ni akili ya ubunifu creativity, creative mind hii hey, ndicho chanzo cha mawazo mapya, sanaa, muziki na uvumbuzi. Kwa kama unafanya sanaa, manaake wewe una akili ya ubunifu, creative mind. Hii akili inachanganya mantiki na hisia kuzalisha kitu kipya. Mfano, kan, kubuni wazo jipya la filamu au mradi wa kijamii. Hii ni akili ya ubunifu. Akili ya kimantiki na kianariti, rational, rational analytical mind. Ni akili ya kimantiki hii inahusiana na fikra za kimantiki, uchambuzi na uamuzi wa kisayansi. Hii ndiyo akili inayotumika katika uhasibu, falsafa au teknolojia. Mfano, kupanga budget, kuhesabu au kutatua tatizo la hesabu. Ndiyo akili ya tisa. Kwa ujumla akili za mwanadamu ni mfumo wa ngazi tisa unaunganisha mambo ya kiroho, kihisia na kimantiki kuwa kitu kimoja. Kadri mtu anavyojifunza kuzitambua na kuzipa mafunzo vitengo hivi tisa ndivyo anavyokaribia kuwa mtu mwenye uelewa wa juu peo ya ishirini na moja ya uelewa. I hope umejifunza kitu. Mimi ni Nancy Curious. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Nitaelezea vitengo tisa. Nitaelezea hii lihusu vitengo tisa. Nitaelezea, vya akili ya mwanadamu. Nitaenda kuelezea peo 21. za uelewa wa mwanadamu.